Ikana wewe ni kijana shujaa, unajipa ushujaa kumbe ni mwanaume ambaye sio lolote, ni kelele tu. Pamela, nimechoka kunifanya kama mtoto. Kumbuka hizi fedha zote ninazopitia ni kwa sababu yako. Wewe unazungumzia fedha, mimi siwezi kukusababishia fedha. Fedha unajisababishia mwenyewe, Chazi, unajipa wewe mwenyewe fedha. Kwa sababu unashindwa kusimama kama mwanaume. Mimi sio chanzo, chanzo ni wewe mwenyewe. Chanzo unakitafuta wewe mwenyewe, kwa kujikuta mwanaume ambaye ni hodari. Fedha zako ni wewe mwenyewe, kwa sababu hujawahi kuwa mwanaume kamili. Chazi, unatakiwa ufahamu, wewe si lolote bali wewe ni mwanaume ambaye huna lolote katika hii dunia. Wewe ni mwanaume ambaye ni sawa na kipande cha udhaifu kinachotembea tu ovyo mtaani. Sasa naomba unisikilize Pamela. Usithubutu. Narudia tena hapo. Unielewe. Usithubutu Pamela kunidharirisha tena mbele yangu. <laughs> Chaz, Chaz. Nadhani nilikosea sana kukuchagua wewe Huna hadhi, huna mvuto na wala huna heshima yoyote ya kuendana na mimi. Lakini nashukuru Mungu nimeweza kufahamu kuwa mimi ni nani na ni nani ni mwenye sahihi. Ni bora mara mia kama ningeweza kumchagua rafiki yako, kwa sababu yeye ana ufahamu wa akili na anaweza kuwa baba katika familia, na sio wewe.